Ambacho kila mtu hataki kuwa karibu na wewe ndio kipindi ambacho mbingu inatengeneza msaada kwa ajili yako. Mpendwa Petro akainuka akasema, niko pamoja na wewe, usiogope, tutakuombea. Ogopa anayeitwa mpendwa kanisani. Kwanza usimwamini mtu hata kama ni mpendwa, hata nakwambia Bwana asifiwe na ulokole mwingi, mchekee tu, alafu mwambie salamu. Nimekusikia mambo yako, usiwashirikishe. Nataka leo nikupeleke kwake yeye aliyekuleta duniani. Aliyekuleta duniani sio hiyo boma, aliyekuleta duniani sio mama mkwe, sio baba, sio mzazi, ni mbingu imeamuru ili uje duniani. Na ukuja kwa bahati mbaya, kuna kitu unabeba kabla hujafa. Nataka uzae matundu, urudishe majibu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwanangu, kuwa makini na wapendwa hata Petro alikuwa mpendwa kwa Yesu, akamwambia niko na wewe, hata kifoni nitakwenda na wewe, nina upanga hapa. Ni kweli, lakini alikuwa anaongea kimwili, lakini Yesu akiangalia, wapendwa, aliyokuwa anamtia moyo wote wamegeuka sana. Kamato wote wakamgeuka, ilibidi Yesu ageukie msalaba, ilibidi Yesu ageukie waliomwita, waliomtuma duniani, akaenda akilia. Alipokuwa analia, mbingu ilimtazama kwa jicho lingine. Kuna mtu leo mbingu itakutazama kwa jicho lingine ndoa yako itatazamwa kwa jicho lingine. Afya yako itatazamwa kwa jicho lingine. Hautakufa uwache watoto wako, hautakufa ujatimiza ndoto zako, hautakimbia kwenye hiyo nafasi. Shetani alipomwona Yesu anachokibeba ni kwa ajili ya wengi, akainua vita, kainua vita kwenye nafsi, kainua vita kwenye mwili. Mwili unalalamika, nafsi nalalamika. Angalia maombi ya Yesu, akaenda pale Getsemani, anasema Baba, ikiwezekana Kikombe hiki ni kizito, siwezi, ila mapenzi yako yatimizwe. Kama Yesu alipita, we nani usipite? Shetani aliona Yesu akifanikiwa akapita kwenye huu msalaba, sio kwamba tu yeye ameshinda, ni wengi wameshinda kwenye hicho unachopitia, sio kwamba tu ukifaulu kwenye hiyo vita ya ndoa, sio kwamba tu wewe ndio umeshinda. Mama ameokoka, watoto wameokoka, familia imeokoka, wengine watamjua jemedari wa vita. Sio kwamba tu hicho unacho kibeba cha biashara kikitoka nje, sio kwamba tu utafaidi wewe, ila ukifanikiwa, yale ndoto ulizonazo na ile maono ulionayo, sio kwamba tu itakufanikisha wewe. Lakini nataka nikuambie, kuna watu watafanikiwa kupitia hiyo ndoto yako itakapozaliwa kuna watu watapata kazi, kuna watu watapata amani, kuna watu watamtukuza Bwana, kuna watu wataajiriwa kupitia wewe. Matamke, unachobeba hakitazuiliwa Bwana.